Na mtazamaji anaitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB, na Brian Muraro ndo msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara mtazamaji. Mie anaitwa Gladys Mungai. Nakumbuka methali yetu ya siku ni makuku ya mwewe, basi sio mapya ya kengewa. Na kwenye taarifa yetu kuu, visa vipya 16 vya maambukizi ya maradhi ya kala-azar vimenakiliwa katika kaunti za Wajir na Marsabit huku idadi ya vifo ikifikia watu 33 katika muda wa saa 24 zilizopita. Akihutubia wanahabari katika gatuzi la Wajir, katibu katika idara ya afya ya umma Mary Muthoni aliwahakikishia wakazi kwamba mikakati imewekwa ili kukabiliana na ugonjwa huo huku uangalizi ukiimarishwa katika kaunti zilizoko katika eneo la kaskazini mashariki. Ugonjwa unaoambukizwa na wadudu waitao sandflies kufikia sasa umewaangamiza watu 33 katika kaunti za Wajir na Marsabit tangu chamko lake nchini mwezi Oktoba mwaka jana. Licha ya juhudi za serikali za kutokomeza maradhi hayo, visa vipya vingali vinanakiliwa kalaza uh, Uh, uh, dead. Hata hivyo Gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi ameelezea matumaini baada ya kuthibitisha kwamba hospitali za kaunti sasa zimeanza kuruhusu wagonjwa zaidi kwenda nyumbani kuliko wale wanaolazwa um, um, health Watoto walio chini ya miaka mitano ndio walioathirika zaidi ambapo wamewajibikia asilimia 74 ya maambukizi yote na asilimia 88 ya vifo vyote vinavyonakiliwa. Kasi cha Namasha Darubini